mawasim wakati wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake. Nyakati hizi huwa hazihishi zinakwenda na zinajirudia miaka na miaka, na hayo yote yanafanyika kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu anasema

Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wamshirikishayo. Kwa hiyo masala ya zama na wakati, Allah yeye ndo anazichagua kwa hiari yake na hikma yake. Tumeona katika zama hizi tulizokwepo nazo au wakati huu ni katika masiku bora, ni katika masiku bora na pia vilevile katika masiku haya zinafanyika ibada katika sehemu bora. Sehemu yenyewe ni Makkah al -mukarrama. Ni huko Makkah, mahali ambapo kumetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tutashirikiana nao kwa kuwa masiku haya ni bora katika ulimwengu mzima khairu ayami dunia ni masiku bora katika masiku ya ulimwengu wote, lakini katika sehemu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye anachagua, wayakhtar wa, wa, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wayakhtar, mola wako anaumba vile anavyovitaka na anachagua. Kwaiyo ameichagua Makkah kuwa ni katika sehemu bora kabisa

ambayo Allah subhanahu wataala ameapa nayo katika kitabu chake kitakatifu kwa kusema walfajr wa layalin ashr, na hapa na wakati wa asubuhi na masiku kumi yaliyokuwa bora, walayalin ashr, na masiku kumi ya mwezi ba, ba wa Dhulhijja. Haijalishi kwamba baadhi ya mufassirin wamesema kwamba masiku kumi katika masiku ya Ramadhan yale, zile siku za mwisho katika siku kumi. Na ndiyo maana wakasema imetumika wa layalin ashir na masiku kumi ya usiku, hakusema ayyam kwa sababu kuna tofauti ya layal na kuna tofauti ayyam, kwa kuna baadhi ya salaf wanasema ni masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani

kuapa na siku hizi. Kwa hiyo, watukufu wa Islam, katika haya masiku kumi ubora wake ni kwamba ndani ya haya masiku kumi watu watatekeleza ibada nyingi sana za haji, na hija ni moja katika nguzo za Kiislamu, katika zile nguzo tano ambazo alizitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakad thabata fi sahih al bukhari

wa malihi thumma lam yarji min dhalika bishai, isipokuwa mtu ambaye aliyekwenda jihadi kwa nafsi yake yeye mwenyewe na mali yake, na hakurudi kutoka jihadi na kitu chochote, kwa maana amefia huko huko, ameenda na mali zake na wanyama wake na panga zake na mishari yake, kisha akafia huko huko katika jihadi. Mtu huyu ndo atamshinda yule ambaye atakuwa anatenda matendo mazuri katika siku hizi kumi, kuonyesha kwamba hizi siku kumi ni siku bora sana kwa sababu ni siku ambazo zimeshinda jihadi fi sabilillah. Na nyinyi mnafahamu kwamba jihadi ni kitu bora kabisa katika matendo ya Mwislamu. Ndugu zangu Waislamu, katika masiku haya kumi, tunatakikana tulete dhikri at-takbir

Wa yadhkuru isma Allah, na walitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ayami ma'lumat, katika masiku yenye kujulikana. As-salaf wametafsiri kwamba ayami ma'lumat ni haya masiku kumi. Ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, juu ya yale ambayo wameruzukiwa na wanyama wenye miguu minne. Fakulu minha, kuleni katika wanyama hao

na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mara nyingine, tambueni katika hizi siku kumi kama tulivyozitaja, ndani ya haya masiku kumi, katika siku ya tisa kuna siku ya arafa. Siku ya arafa, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika siku ambazo ni bora kuliko katika siku zote hizo tulizozitaja, fa huwa liyaumi tasi, nayo ni ile siku ya tisa Min dhilhijja katika dhilhijja, siku ya Arafa ni siku bora sana, kwa sababu imebeba ujumbe mzito. Katika hayo ni kukamilishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutimilizwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo amelithibitisha mwenyewe kwenye kitabu chake kwa kusema alyauma, yani leo siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu

fala yakunu liyauma dina, ikiwa jambo ambalo siku hiyo dini ilipokamilika halikuwa ni dini, basi leo haliwezi kuwa ni dini katu, hata siku moja. Kwa hiyo mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na Uislamu kwa ujumla ulikamilika katika siku ya Arafa. Kwa hiyo ni bora kuitukuza siku hii na kuitukuza kwetu kwanza kwa wale ambao wameshuhudia viwanja vitakatifu, wao ni kufanya kisimamo katika sehemu hii ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, Arafa ni mji ambao uko nje ya Makka. Arafa ni mji ambao uko nje ya Makka, kwa kutoka Maka mpaka Arafa takriban ni kilomita 21. Kwa hiyo iko katika mipaka ya Makkah al-Mukarramah haina ufadhila wowote wa isipokuwa katika ile siku ya tisa fadhila zake ndio zinapatikana. Kwa hiyo ukenda Makka kule usije ukasema katika siku ambayo sizo ya hija, ukasema bwana, mimi nende fanya ziara Arafa, itakuwa unafanya bidaa katika Uislamu, bali unatakikana uende Arafa katika siku ya tisa ya Dhulhijja, kwa sababu Arafa iko nje ya Makka, na ukiswali swala zake ni sawa sawa umeswali huku kwetu tu kwa sababu iko nje ya mipaka ya Makka kilomita 21, lakini siku ile inakuwa ni siku takatifu, kwa sababu malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanashuka pale kwa ajili ya kuleta ujumbe kwamba wale waliohudhuria pale wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah mwenyewe pia anashuka katika viwanja vya Arafa kuwashuhudia waja wake na kuwaambia, nimewasamehe madhambi yenu. Ndio ile hadithi ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam iniyosema man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumu waladat ummeh, mwenye kuhiji na asifanye mambo machafu, asizungumze matusi, basi atarudi kama vile alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake, kwa maana hana dhambi atakeesimama Arafa, katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuwapa picha kwamba Arafa ni sehemu ambayo watu wanasimama, na sisi tusiyokwenda kwa mwaka huu. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi yake, siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa sio kufunga siku ya tisa, kama vile watu wengi wanavyobabaishwa, ni kufunga ile siku ya Arafa. Ile siyamu imeegemezwa na kitendo cha Arafa. Siyamu yaumi arafa, kufunga siku ya arafa sio kufunga siku ya tisa. Ukifunga siku ya tisa umekwenda alijojo, lakini watakikana ufunge siku ya arafa, Muislamu, ili kushirikiana na ndugu zako waliokuwepo kule arafa. Mtume alayhi salatu wasalam amesema yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Mtume alayhi salatu wasalam anasema atawasamehe Allah subhanahu wa taala dhambi zilizopita na dhambi zinazokuja mwaka unaofuata. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo siku hii tunaiadhimisha kwa kufunga, kushirikiana na ndugu zetu ambao waliokuwepo Makka. Sasa kama wewe utafunga Arafa yako au kuna mji wako unaitwa Arafa, ima uwe Afrika Uyombo au uwe Geza Ulole au uwe Machui hiyo utajua wewe mwenyewe, lakini twajua sisi Arafa inapatikana ndani ya Makka na sisi tunatakikana tuungane na ndugu zetu katika sala la kufunga. Watukufu wa Islamu, walfajiri wa layalin ashr, ndugu zangu wa Islam, ndani ya masiku haya kumi kuna ibada kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake kwa malengo makubwa, malengo ambayo

kutekeleza katika masiku haya kumi. Allah subhanahu wa taala anasema tena kwenye kitabu chake, inna atainaka lkauthar fasalli lirabbika wanhar, hakika sisi tumekupa wewe kauthar, basi swali kwa ajili ya mola wako na chinja kwa ajili ya mola wako. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa taala, ibada hii ya kuchinja ameiamrisha katika kila umma, kila zama kila mtume aliyekuja, basi watu wake wameamrishwa wachinje mbuzi au wachinje ng'ombe. wa likulli ummatin jaalna mansakan liyadhkuru sma llah ala ma razaqahum min bahimati l-an'am fa ilahukum ilahun wahid, kila umma umejaliwa mansaka mihanga na sehemu za kuchinja, ili wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile ambavyo Allah amewaruzuku katika wanyama failahukum ilahum wahid, mungu wenu nini? Mungu mmoja. Falau aslimuu wabashiri lmukhbitin, kwake yeye jinyenyekesheni, na wabashirie wale wenye kunyenyekea. Allah subhanahu wa taala anasema maneno hayo. Kwayo ndugu zangu Waislam, tuwe tayari katika haya masiku kumi, tujitahidi kutekeleza yote yale ambayo Allah subhanahu wa taala ameyataja kwenye kitabu chake au yale ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nayo ni kufunga Arafa, kuchinja na kadhalika. Yule ambaye mwenye nia ya kuchinja asinyoe nywele zake, asikate kucha, asifanye yale mambo ambayo mahujaji kule hawatakikani kuyafanya, kuonyesha kwamba kuna mafungamano makubwa kati ya wale na sisi. Ikiwa wewe no unakuwa nao kinyume, kwa maana huna mafungamano na wale unatoka katika mstari. Kwayo, ndugu zangu Waislamu, swala la Arafa ni siku ambayo watu wanasimama Arafa kule Makka al Mukarama au nje ya Makka, na swala la kufunga na swala la kuswali Idi ni siku ya kumi. Ndio muislamu unatakikana uswali Idi na utekeleze yale ambayo Mtume alayhi ssalatu wassalam yote ameyatekeleza. Ndugu zangu Waislam, tumeyabainisha hayo kwa ujumla. Lakini kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na masala ya Eid, vile vile ahkamu zake na sheria zake na kadhalika. Kuna mambo ya kuchinja, mnyama gani anafaa kuchinjwa, yukoje. Lakini almuhimu, mwislamu hujitahidi kuchinja mnyama, kuchinja mbuzi au kondoo, usiwe ni mtu mwenye kuombaomba nyama za watu. Leo mwislam, leo hii mwislamu ambaye anajishughulisha ima awe mwalimu au mwajiriwa, kwa mwaka mzima washindwa kupata elfu tisini au elfu thamanini kwa ajili ya kununua mbuzi wako, na wamchinja wewe mwenyewe, wamla wewe mwenyewe mbuzi huyo, nyama unamchinja, sio kwamba wamtupa au unawapelekea watu wengine, unakula wewe mwenyewe na familia yako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ujira mkubwa tena mkubwa zaidi kwa sababu Allah subhanahu wa taala jambo hilo amelielezea ame, ame kwenye Qurani kwamba tule kisha tuwalishe maskini kama kuna nyama iliyobakia. Lakini kuombaomba katika majumba ya watu, nipe kilo moja, nipe kilo mbili, hii sio katika tabia ya Mwislamu. Lakini kwa wale maskini na wale ambao wenye uwezo watawalisha maskini, kwa sababu Allah subhanahu wa taala asema waatimu lbais alfaqir, walisheni wenye shida tena wale ambao ni mafakiri watakikane muwapa nyama. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache na mingineyo ambayo atakuja mbele, tunataka tuishie hapa kwa ajili ya kufupisha hutuba yetu, kwa ajili ya kufupisha hutuba yetu, na watu waondoke na kitu, kwamba sisi pale msikitini tumeambiwa kwamba kufunga ni ile siku ya Arafa, watu wanaposimama Arafa, kwa sababu Arafa